Mamlaka ya afya mimea na viuatilifu Tanzania inapenda kuutangazia umma kwamba tumenunua mashine tano za kisasa kwa ajili ya uchambuzi wa masalia ya viuatilifu kwenye mazao na mimea, lakini pia kuchambua e, ubora wa viuatilifu vinavyoingizwa hapa nchini kabla havijasambazwa kwa wakulima. Mashine hii imenunuliwa na E, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa fedha e, takribani bilioni 2.8. Mashine hizi zinaenda kuleta tija katika mazao yale ambayo tunapeleka nje ili yakakizi e, viwango vya masoko ya mahitaji ya masoko ya, ya kimataifa na kikanda, lakini pia e, inaenda kuleta tija katika ule mkakati ambao tumeanzisha mamlaka. Kwa kufuatilia masalia ya viuatilifu katika mazao yanayouzwa eh, kwenye masoko ya ndani. Mashine hizi ni kama zifuatavyo: kuna GC MS MS eh, hizi mashine ziko mbili eh, zinafanya kazi ya uchambuzi wa masalia ya viuatilifu kwenye mazao, lakini pia tuna GC MS eh, ambayo pia inafanya kazi ya kuchambua eh, masalia ya viuatilifu kwenye mazao, lakini pia tuna LC MS na yenyewe inafanya kazi ya uchambuzi wa masalia ya viuatilifu, lakini tuna HPLC ziko mbili kubwa ambazo zinafanya kazi ya kuchambua e, ubora wa viuatilifu. Mashine nyingine ambayo tunayo ni MPES. Hii mashine inafanya uchambuzi wa afya ya udongo, lakini pia inafanya uchambuzi wa ubora wa maji yanayoenda kutumika kwenye umwagiliaji lakini pia inaweza kuchambua madini tembo, yani heavy metals kwenye mazao pamoja na kwenye udongo. Kwa hiyo hizi mashine pamoja na mashine zingine ambazo e, zilikuwepo hapo e, awali, sasa tuna mashine nane, anako uwezo umepanuka. Mashine hizi zinaweza kuchambua jumla ya sampuli zaidi ya elfu mbili kwa wiki, na mtu yoyote akileta sampuli zake kufanyiwa uchambuzi hapa e, matokeo yake yatachukua ndani e, ya siku mbili tu. Kwa hiyo tunawaalika au tunawaomba e, wafanyabiashara wa mazao mbalimbali kama vile ufuta, korosho, tumbaku na kadhalika waje, lakini pia e, wafanyabiashara wa viuatilifu na wenyewe tunawaalika waje, lakini pia watafiti na, na, na na vyuo vikuu pamoja na taasisi mbalimbali e, wakulima waje wafanyiwe e, uchambuzi katika e, maabara zetu za mamlaka kwa kutumia mashine hizi za kisasa. Kwa hiyo niwaombe e, mje tuwahudumie. Sasa hivi e, mamlaka hii ina uwezo mkubwa e, watu badala ya kupeleka sampuli zao nje, basi sampuli hizi ziletwe hapa na tutawafanyia kazi nzuri kabisa.